Okay, William Samoi Ruto Kasongo, mwizi mtapeli. Mimi ndio Jonte 45. Kijana ya Kashago, wanabunge pawa, wanabunge pawa ah. ah. Kwanza niko kwa Kimani Kimanogo, Kimani Kimanogo, unaturingia mpaka mazishi <laughs> yaani, wewe umeturingia kila kitu mpaka mazishi, pia umekaa unaturingia nayo. Hata mchele alikuwa. Sisi, Kimani ichungwa, tunasemanga namna hii Matanga ni yako, mazishi ni yetu, yeah. <laughs> hata wewe ukikufa, matanga ni ya bibi yako, mazishi ndiyo yetu. Nataka yeah. kuhamia Kimani, kimanoho baba yako alikufa, hiyo ni matanga. Matanga inamaanisha unahuzunisha, una, una huzuni, una lakini mazishi ni yetu, jisi tunakuja kufurahia tukikula ama tukihuzunika na wewe. Sasa hiyo ndio mazi, mazishi sasa we Kimani Ichungwa, unaringia Kimani wa Matangi, baba yako hata amekufa unamringia sasa. Wewe we, mimi nataka kuambia, Mungu aliye juu, ndio Kimani aendelee kutu, kuturingia sana. Mungu usitoke kwa hiyo boma, akae tu hapo hapo, Mungu azunguke kufisha mwingine. Kimani Ichungwa aringia wa Matangi tena sasa. We Kimani Kimanogo, na akili zako zote hatunaringia gavana na mazishi unaringia gavana na mazishi mnashia jina moja. Kwani hii jina kwa ni bibi yako alikuambia Kimani wa matangi ni mtamu ama ni nini? Graji ni ya nini? ndio upee sisi limbarie, upee sisi limbarie microphone, unyime gavana wetu, imagine governor wetu microphone. Upee kamama kutoka huko, kanang'ang'ana na kanang'ang'ana na mwanamke mwenzake anaitwa Kidiki, alafu wewe unakuja, unampea huku microphone. Sasa wewe Kimani wa matanga, mimi Mungu aliye juu, Mungu huwa mwingine. Kimani aturingie tena na sisi tunacheka tu, Kimani chungwa. <laughs> sisi usiaituringia mazishi, turingie vitu zingine kama za one time mm, hiyo. Hey, turingie lakini mazishi utaringia sana, maanake Mungu hapa hawawachi, baada ya kutua Mungu wale. Alikuwa na ngoja jana uombe msamaha hukuomba, mm, najuu hujaomba msamaha bado, Mungu usitoke mm. Hapo sisi maombi yetu ilikuwa uchukue kimani ichungwa. Hey, ukachukua baba yake <laughs> Mungu kweli, kama unasikiaga maombi, chukua kimani kimanogo afuate baba yake yeah. <laughs> yeah. na mtu kama anapenda baba yake sana angojangi sana baba yake akizikwa. Wewe unaanza kugojeka. Mungu hii shaka, kama kweli inafanya, wacha ugonjwa ushike kimani kimanogo tujue kama inafanyaga kazi yes. mm. Wanabunge wewe